I'm a finish your baby go yeah. Bana, leo niko na dogo Ruga bana, na mambo mengi sana ya kuzungumza naye. Mi naitwa Victor Madaha, ameza kamera yuko risk bwana, na mambo mengi sana ya kuzungumza naye kwa sababu pia uzuri wa dogo Ruga bana, mdoto ana vibe siku hizi bwana, umekuwa star bana. Aa, kifu, <laughs> hapa nilipofikia pengine nashukuru Mungu. yeah. La, lakini bia bado pia nahitaji kwenda juu zaidi. Sindiyo? Ya. yeah. Maisha ya usta yakoje? yeah. Ah, kiupande wangu mii maisha ya kistaa. Mii sasi kuyaongelea. Mii nachokijali tu ni kwamba mashabiki zangu wasikie vitu vyangu mm. yeah. Kuna mashabiki wengi washaniambia kwamba dogo, ujui kuimba. So mii nazidi kuongeza nguvu kwamba nitoe vitu vizuri, wao wazidi kuvikubali. Ila mii maisha ya kistaa mm kawaida tu, yani haya ndo tofauti na mtu wa kawaida. Hata wewe mwenyewe unaweza kuamua kuishiki star, unaweza sure kabisa. yeah. Nakumbuka siku ya kwanza ile nilikuona, bwana uko na ria, bwana uko na ria ile hiyo. yeah. Kinatokana nini kile? Eh bwana, ni machungu sana yani. <laughs> mm. -hmm. machungu sana, naumia sana yeah, naumia hii, tafanyaje fanyaje wa Tanzania waweze kujua kitu changu kwamba na kitu kikubwa. Unajua mtu kimfuata hapa uh -huh. hapa hivi lazima kuamini kama una kitu kikubwa mm. Uh -huh. ila baada ya muda uh -huh. atakuja kujua kama una kitu kikubwa hasa mimi zeni uh -huh. Nacho kitaji kuomba tu ni support ya um, mashabiki, aafu he baada hapo ndo wataona kitu changu. Sawa kabisa. mm. Nyumbani, nyumbani mimi ni Kigoma Kasulu, anatokea Alikiba, Diamond, Babalevo, Mwijaku, Ndalo wanatokea uh -huh. mastaa wengi sana, mpaka wengine siwafahamu wote. Nadhani washaona kazi zangu, ila kichokuwa cheki bado sijawacheki. Naona anaendesha kampeni za ubunge so hey. Labda nitamwambia, labda nitajaribu kumtafuta bwana, itabidi nijaribu kumwomba na mimi nikasapoti, Baba Levo. Sasa bwana nimechia ngoma mpya inapatikana katika digital platform, uh -huh. zote inaitwa Champion.

Yeah, inaitwa champion, champion. Yeah. Kwa nini umeuita ume, ume, ume, ume, champion pia Ruger pia nimeona na ngoma ambayo, yeah, e pia inaitwa champion. Kwa kwanini umechukua idea idea imefanana ama ni nini? Eh bwana, champion kwanza ni kitu kimoja, hata pia kitu ambacho kinakuhusu. So ni kwa wale watu ambao wanakuchukulia vibaya uwe jite, champion, jite bingwa bingwa, jite bingwa. Ndio maana nikaamua kujita champion lakini hii nyimbo na vitu vingi ambavyo nimevimba ni kama utambulisho. Hmm. Yeah, kama utambulisho fulani kujiomba e, kama, kama nimeingia kwenye game kuomba sapoti. Ndo hivyo tu. Nilikuwa naulizwa swali moja kwamba bwana, hebu ukikutana na Dogo Ruger, bwana muulize, bwana lile jicho lina nini lile. Eh, bwana, kuhusu jicho langu bwana changu mimi kifupi lina shida ila siwezi kutoweza kuliongelea kwa leo. Mm. Ya yeah. kwalona Wan... shida Ya yeah, ina shida kidogo. ulipigwa Ulipigwa bwana. Bwana Eh? Eh? Nasikia kwenye wako <laughs> <laughs> Ah, Ah, kuliongelea kuliongelea. Umesikia kwa mbali mbali. mando kabisa ulikubali kichapo. of course mimi ah, ni kawaida tu. <laughs> <Mi> kawaida. <laughs>

wenyewe mambo ya Dr. Mason wale. Mtu yote akikucheki wewe, msikiliza anachokiongea alafu then kama utaona kinafaa ndio uamuzi wako. Lakini wanasemaga mtu akikuita usikatae akikuita. Kama, msikiliza anachokiongea ni kitu gani? Kama ukiona kinafaa, basi sawa utachukua uamuzi. Lakini kwa kweli hasa wazazi wako wanakuambiaje, ukiona hivyo unaweka hivyo? Kwa sababu naamini imani za wazazi wetu bana, sometimes na kuanga ni kali zile bana. Siku kwanza nakuona na vibe dude, alikwambiaje? Mi, mimi mzazi wangu alivyoniona kwanza jinsi imevaa idude alifurahi kwanza, kwa sababu mpaka yeye kuniona kule Kigoma mpaka video itoke huko iende kule, yeah. Imemfikia yeye, ameiona yeah. Ni jambo moja la furaha sana alivyoiona. Uh -huh. Alifurahi, wala na wala niongelee chochote. Yeah. Mm -hmm. E, bali tunazidi kulibariki tunavyosikia nyimbo yangu. Yeah. Zaidi. Sisemeka mama baba. Ni mdudu mama. Akasema mama. Mm. Alivyoona hongera mwanangu hey, alisema, alisema mwanangu unapambana vipi jicho, <laughs> <laughs> jicho hey. Nikamwambia nikamwambia yeye mama, akasema pole, lakini endizidi hey. kupambana hey. mm. Naongeaga naye mengi tu kwenye uchawi kwenye bwana muziki, Bwana, muziki yeah. Ni imani yako tu okay. Kila mtu na imani yake. Kuna wengine wanafanya biashara, wanatumia vitu fulani, yani kila mtu na miungu yake anavyosema. <tipulis> <tipulis> so mziki tu, mambo mengi. Kuna baadhi hata shughuli zingine mtu anafanya, ana imani yake, kwao ni vitu vya kawaida tu. Wanasema wanasema kwamba nyinyi mmepotea, mmepotea. ni kweli. Wala, mmepotea. Sisi mmepotea. Wala bwana bwana anapotea. Ah bwana Isaka, sema Ruger wote, bwana sikiliza, tuwaone Bwana, mimi kifupi, mimi sipotei yeah. Labda tu wanikka wanifuatilie mimi kila siku yeah. uh -huh. Lazima niwepo mhm, mtandaoni, unaonyesha yeah. uh -huh. uwezo wako hasa kwenye kuimba ngoma yote yeah. Ngoma yote ya Diamond kwa, kwa ya Diamond ambayo, ngoma ngoma gani? Yote, yote ya eh, ile kwenye uwezo, kwenye uwezo wa kuimba, maana sijikao Tunasupport afu kumbe kipaji ama. Ah yeah. Poa. Nitakupigia ngoma Diamond Fresh. Yeah, fresh yeah, twende. Nikipata cash na ko fresh kama cucumber, niko na dash iko fresh na ka fuchu chanda. Niko na dash iko fresh na ka fuchu kamba, nikiwa dash na ka juice na ka ju chanda. Sio tu kila mtu ila ni mtu wa watu, mtu chatu, mtu ana utu na love.

Na kama jini ya mizi shemu leo na kalisha malapa wane, chuki na mimi watasema na jitapa. So manisa kifaris adimi kufika hapa, kifamnizike kwa shima kama Benjamin Mkapa. Nyelele presido dada sawa na chuma tembele, singezaliwa mtwala na singezaliwa mpele. Kama ningecheza mpira ni levo za kina mpele, kwenye muziki nimeletwa ni wazime makelele. Huwa gana fanya visivyofanyika, huwa gana chana visivyochanika. Bora muombe kuungana mtanusulika, ukiforce kushindana kindo serikali kuya mizuka kuya mizuka King Falme. Ah, King Falme. Bwana, nyimbo nazijua nyingi sana. King Falme. Yo. Yo.

Ya tumalize bana. Uh, Ruga ngoma gani akubali sana kutoka kwake eh bwana? Ah, ngoma zote kuna ashana. uh-huh. kuna jozi. Jozi. Ndio, kwa jozi ni kwanza. shewanekimi lasmi anodedua evetadunwanetiwana debulamo

mimi kama mwakilishi wazo nimeushuhudia anarap na naimba kila ngoma ambao namtajia na hapa na anarap na kuimba ya. Ruge, u uwezo kwanza umetokana na nini? Ah, ni kipaji tu Mungu alichonipatia yaani, binadamu wote tumezaliwa tujui kitu, lakini tume Mungu yes, tume ndo anatupatia na